Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza awali yote hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wataala na kutuwezesha yeye tukafika hapa tukiwa hali ya kuwa wazima wa afya. Kwanza hatunabudi tuseme kwanza alhamdulillahi ala kulli hali. Shukurani zetu za pili tunatakiwa tumswalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam. Mimi kwanza leo nina furaha ya kutosha kwamba kusimamishwa hapa kwamba kama nilikuwa nina hamu ili swala litatokea vipi ili tuweze kuthibitisha hili swala letu. Mimi nilikuwa wakala katika kituo cha Mtoni chumba namba mbili. Lakini cha ajabu, wakati ninaingia katika kituo tu ninaingia kukutana na PO. Baada ya kusalimiana na PO, aliniuliza wewe ni wakala wa chama gani? Nikamwambia, nadhani kila kitu kinakuwa kinauthibitishwa mtu haingii tu ndani eh? Kwa hiyo kama nimekuja hapa nina vithibitisho vinavyostahiki kwa mimi ni wakala. Nikamwambia, je yeah. Naswihi mimi kuangalia kinachostahiki humu ndani kama wakala mkuu wa kituo, akanambia utendavyo. Nikakagua nikaridhika kama hivi vitu vyote ni halali baada ya kumwambia kama kidude cha kupigia kura, naomba tukibadilishe tukiweke katika staili hii, akanambia una utaratibu gani unaokupelekea wewe na kifungu gani ambacho kwamba wewe kinakuonesha hichi kituo kwamba kigeuzwe? Nikamwambia nina uthibitisho na haki na nina sheria pia na takwimu ambayo kwamba inanipa mimi hichi kusema kibadilishwe, kama we ulivyosomeshwa na mimi nimesomeshwa ndipo aliponijibu akaniambia, "Hivi mbona unajifanya una ulimi?" Mimi jawabu nilomjibu, naona wewe asemia upande mwingine usemie ulimi. Hapo ndipo aliponiona akanambia, we mwanamke umetokea sehemu gani? Nikamwambia mimi ni wakala kutoka ACT, nadhani kitambulisho changu kinakuonyesha na barua yangu hii hapa ya uthibitisho. Tukaanza kupiga kura. Tulipoanza kupiga kura, kura wakaanza kuzichukua kura ambazo kwamba alikuwa tayari wameshaikewa Aliyekuwa ni sisi wanatakiwa wape kura tano tano. Ilo swala baada mimi kuliona nikamwambia, mheshimiwa pio, hiyo sio haki yako. We kazi yako ni moja tu kutizama kitambulisho, ukamtizama wao nimpiga kura halali na sisi ndani ya daftari tunamtambua ndiye ama sie. Akanijibu hivyo sio kazi yako, mbona una kidomodomo sana? Na nikamwambia chini kidomo, Allah akanipa ili nisisikie kidomo changu nisubiri nife. Akanambia wewe dada, vipi Tumeenda kwenye kupiga kura, cha ajabu, alikuja mama wa umri wa miaka kama yangu mimi, thalathini, thalathini na tano, aliyoko ndani ya daftari ni mama aliye na umri wa miaka 80 na ameshakufa, ana umri wa miaka kama kumi toka elfu mbili na kumi alivyokufa bibi. Mi nilimuuliza swali hivi, wewe nataka nikuulize dada, umri wako wa ujana ulikuwa we ni kizee, na sasa hivi uzee wako unakuwa kijana? hakunitizama kidogo hakunigeuzia sura yake. Baada ya hapo, walichokifanya tena, walirudi wakatumia vitambulisho. Aliyekuja kupiga kura pale ni mtoto wa kiume, ila kitambulisho ni cha mwanamke. Ni cha nani mwanamke? Nikamuuliza PO huyo, pia naye ni mwanamke, akanambia hayakuhusu. Nikamwambia hii ni haki, ukumbuke, inaelea haki siku zote haizami katika bahari. Uhakikishe humu umechukua dhima za watu walokoko nje. Tumeenda kwenye kuhesabu kura hapa, ndo Allah alipowafedhehesha. Mimi muda wa kufunga kituo nilijiripua nikamwambia, hivi PO, kabla ya kuhesabu kura, hizi kura tulizozipiga hapa ni kura mia mbili na hamsini na tisa. Ulijuaje? Nikamwambia hayakuhusu, kwa sababu kila mmoja kaingia hapo na kazi yake. Nikamwambia mimi wakati mnaanza kuchana ballot paper hizi hapa nilizihesabu mimi mwenyewe nikawa nimeweka ushahidi. Mnaona wewe? Nikawa nnaandika toka kibukleti cha mwanzo kilivyoanza kuandikwa kura ya kwanza mpaka tunamaliza hamsini. Mmenielewa hapo eh? Nilivyoona vile nikaona ah, sasa hatuendi kiusahihi. Ndipo nami nilipozidisha spidi ya kuanza kuweka takwimu. Hata wale ambao kwamba walikuwa wanapiga kura mule hawakuja, na tunawajua kama fulani hapa hajaja kupiga kura, lakini wametumilia majina ya wale waliokuwa hawajaja Lipomwambia vile akaniambia, wewe ama mambo mengine hayakuhusu. Nikamwambia, hizi ni kura mia mbili na hamsini na tisa ndio zilizopigwa katika kituo hiki. Akaniambia, hivi wewe, tizama utakavyohesabu, muda wa kuhesabu kura, Allahu Akbar. Huo ndio muda ambao kwamba palifanyika mabaya sana, maana ule mchanganyiko wake wa akili ule. PO alituambia mawakala, kaeni pembeni, tukakaa pembeni, anahesabu kura yeye pamoja na msaidizi wake wa PO. Anachukua sanduku la kura anakupa kura ya ACT ni moja anakupa ACT moja, anamkabidhi mtia wino yule, ndio anakabidhiwa kura ya ACT eh. Yule ambaye kwamba ni saidizi PO, ye ndio kazi yake, anatia ndani ya lile sanduku kura za CCM. Kwa hiyo anafunua hivi anaangalia hi? CCM CCM, anatia huku ACT, anakupeni hii moja. Nikamwambia nye mshajikoroga kwa sababu hizo kura